Amsalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chanel hii ya Tiba Facts Online Tv. Leo tena ni siku nyingine tumekutana katika darasa, na inshallah leo tutakwenda kujifundisha dua ya kumuunguza jini mtumikia uchawi katika mwili. Hii ni dua ya kumuunguza jini mtumikia uchawi katika mwili tutakuwa katika kitabu cha maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali mbali, kitabu namba moja. Dua hii inapatikana katika ukurasa wa sitini na sita katika kitabu hicho. Hapo tunakwenda kukutana na dua hii, inasema kumuunguza jini mtumikia uchawi katika mwili. Iwapo kama mtu ana jini au kama wewe unahisi mwilini mwako na vitu vinatembea, unaweza ukawa umekaa unasikia kama mgongoni kuna dudu na kidudu kinakutembea, ukijipangusa uki hivi hakitoki, unaona. Au muda mwingine unasikia kinahama kutoka upande huu wa tumbo kinaenda upande huu, kinakwenda mgongoni, kinakwenda shingoni mara hivi, basi huyo ni jini huyo. Yani hakuna kitu kinachoweza kukaa kwenye mwili wa binadamu na kikawa kinaleta athari ya kutembea tembea au madoido doido fulani isipokuwa ni jini, sababu ye jini anaweza kutembea katika mishipa ya binadamu, ile mishipa ya damu akatembea vile vile kama damu inavyotembea akahama kutoka huko akaenda huko akatoka huko akaenda huko, hilo leje linawezekana kabisa. Na matatizo haya kutembea na vitu watu katika miili wamekuwa hawayajui shida ni nini. E, lakini wewe kama umesha kuwahi kukutana changamoto hii, au wewe mpaka tunavyozungumza hivi unayo, basi huyo ni jini mtumikia uchawi. Sasa <coughs> ukitaka kumuunguza jini mtumikia uchawi katika mwili kupitia hii Qur'an unatakiwa usome ayati kurusi. Ayati kurusi ni aya ile ya miambili hamsini na tano katika sura ya pili, Suratubakara, au kama inavyoonekana hapo katika hiyo picha, ambayo inasomeka baada ya audhubillahi minashaytwani rajim, bismillahi rahmani rahim

Hiyo ndio Ayatul Kursi. Aya hii Ayatul Kursi ndio mama wa aya zote Qur'ani. ina aya zaidi ya elfu sita na kidogo, lakini mama wa aya zote ndio hii aya Ayatul Kursi, na hata katika ushukaji wake, yani kipindi inashushwa, kwa sababu Qur'ani ilikuwa inashushwa vipande vidogo vidogo, inashushwa aya kadhaa, inashushwa sura fulani E, kuna sura zingine zilisuka nzima zote. Kuna sura zingine zilisuka vipande vipande, e, lakini hii haya ilishuka yenyewe peke yake. Alafu iliposhushwa ilishushwa na malaika Jibril alayhisalam akisindikizwa na malaika elfu sabini wakiwa nyuma yake, nawakuja kumsomea mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ni moja kati ya bonge la aya na ina faida nyingi sana. Ukisoma katika kitabu changu cha majaji ya Qur'an namba moja, nimetolea faida za aya hiyo zaidi ya ishirini. Ila leo tutagusa hii hii, uh, faida ya kumuunguza jini mtumikia uchawi katika mwili kupitia hati kurusi. Sasa unafanyaje? Hii aya kama inavyosomeka hapo, ukitaka kumuunguza jini mtumikia uchawi katika mwili unatakiwa usome ayati kurusi mara saba katika maji, lakini msomaji anapofika yale maneno wala yauduhu hifidhihuma wahuwal aliyul adhimu, ni maneno mwishoni kabisa kule, yako kwenye vipande vya mwishoni kabisa yanayosomeka wala yauduhu hifidhihuma wahuwal aliyul adhimu, hako kwa kipengele yako atakarudia kwa idadi ya mara 21. kwa idadi ya mara ishirini na moja katika mala hii yani, ile mala ukwaza, ati, ya kwanza umesoma ayati aya nzima kabla hujamaliza, ndo utakutana na maneno wala yaudu basi, ukifika hapo karibu mala ishirini na moja na baada ya hapo utarudia tena mwanzo utasoma tena ukifika tena kakipengele yako unarudia mala ishirini na moja, na hapo, ukifika, mala ishirini na moja. Kwa katika zile mara saba za kusoma aya nzima ayati kurushi lakini ndani ya mara saba utakuwa unarudia hicho kipengele cha walaa ya uduhu hifihihuma wakuwa laulahimu la, kwa idadi ya mara ishirini na moja. Ukishamaliza kuisoma hiyo ayatul kursi kwa idadi ya mara ishirini na moja, unaisomea ishi katika maji. Unaweza ukaandaa maji na mafuta, sawa na mafuta. Kama utahitaji upate mafuta ya zeituni, mafuta ya zeituni yatakuwa e, yanapendeza zaidi. Ukihitaji kuchanganya mafuta yenye yana asili ya kuunguza, utafuta mafuta ya zeituni, tafuta mafuta ya mrehani, unaona bwana, itafuta na mafuta ya ndimu. Mafuta tatu, aina tatu haya ukiyachanganya, ukiyafanyia dua, huwa na asili ya kuunguza viumbe vyenye asili ya roho hizo. E, ni elimu tu za kitiba katika nyongeza, lakini sisi kwa tuja pendelea sana lakini, kwa mtu ambaye anataka asomee maji asomee na mafuta. Kwa hiyo unaweza ukasomea maji au katumia mafuta, ila hapo nakushauri kwanza tumia maji. Unaposoma hakikisha ile pumzi yako ya hewa inayotoka mdomoni inayafikia yale maji yako uliyoandaa, au kama maji ni mengi hauwezi ukanyanyua, basi yashike mkono kipindi unasoma na ukimaliza hiyo idadi ya kusoma, hiyo hadi kusoma mara moja, uliza ndani ya yale maji mara moja. Baada ya hapo tena utarudia utarudia, na ukimaliza utapuliza mara saba. Yani ukishamaliza visomo vyote, rudeo hadi kusoma mara saba, tuna utapuliza mara saba. Na kama utasomea mafuta utafanya hivyo hivyo. Lakini unaposomea mafuta hakikisha mafuta yote aina hizo tatu, yani mafuta ya zaituni, mafuta ya mbehani na mafuta ya ndimu umeachanganya pamoja katika kopo ili moja ezeni, ndio uyasomee hali ya kuwa umesogeza lile kopo la mafuta yako katika mdomo wako karibu na mdomo. Sasa ukishasomea hayo maji, kama ni maji, matumizi yake sasa, mgonjwa mwenye ana matatizo hayo ya mashetani au majini kutembea tembea katika mwili, mgonjwa atatumia maji hayo kwa kunywa na kuosha uso pamoja na kupakaa kichwani asubuhi na jioni kwa siku saba mfululizo. Akifanya hivyo, hakika kama kuna jini aliye katika kiwiliwili cha mgonjwa ataungua kama yuko kwenye moto. Pia dua hii ni bora irudiwe baada ya kumalizika dozi ya kwanza. Kwa hiyo, ukishasoma ukatumia maji hayo kwa muda hizo siku saba asubuhi na jioni, ukimaliza fanya tena mara ya pili. Yani kama kuna mizizi, mizizi ya, ya, ya, ya, ya jini imebakia, basi unakuja kuimalizia kwa dozi ya pili. Inapendeza zaidi na sio kumalizia tu. Ikimalizika ile dozi ya kwanza unasema basi sawa, sawa, sawa. Hapana, fanya na mara ya pili, inapendeza, imependekezwa hivyo. E, lakini ukiwa mvivu unaweza kaisha dozi ya kwanza, na bahati mbaya dozi ya kwanza unapomaliza tu unaweza kujisikia umepona kabisa tatizo lakini kiushauri wa kidaktari si tunakushauri urudie na dozi ya pili. Hii dua hii nakufundisha leo hii imeshafanya maajabu mengi sana katika klipu zangu. Kama ni mfuatiliaji wa, wa, wa, wa, wa, wa hii chaneli, kuna kipindi fulani toa kisa cha kijana mmoja aliyewatibu ndugu zake kwa njia ya kutumia majina barati. Walikuwa na mashetani sana wale ndugu zake wawili wa kike, then akafanyia uh, dua ya barati, alafu akawa anaita wale mahudamu wa jina la nne e, jina, no, jina la pili, la pili lile la karili, anawaita wale mahudamu then anawaamrisha wanyonge wale majina waliokuwa wanasumbua ndugu zake, na ile tukio lilifanyika siku moja, na wale madada walipona, mpaka leo hii ni wazima. Sasa yule bwana aliwahi kunipa kisa kingine tena. Mimi sasa nikuwahadithia vya kwangu maana vyangu mimi ni vikubwa zaidi. Nataka niwahadithie vitu ambavyo walifanya wenzako. Wewe labda unaamini kwamba wewe huwezi kufanya, Na ni mtu wa kawaida sana. Alisema hivi siku moja alikuwa na, ana yuko katika mazingira yake tu ya kawaida. Sasa jirani yake yeye huyu bwana kulikuwa na jirani mmoja wa kike alikuwa ana, ameugua ugonjwa ule wa kuparalyze au kupooza. E, tunaposema kuparalize kupoza unatakiwa yani, mkono na mguu mmoja unapoteza nguvu, yani unakuwa una uwezo wa kushika kunyanyuka nini. E, kupoza kunafahamika au kuparalize. Sasa yule jirani kaugua muda mrefu wa ugonjwa, zaidi ya miaka mitano wanasema. Lakini siku moja wale dada zake wakamwambia hivi Kaka, kama leo ulitusaidia, sisi tumepona haya matatizo ya mashetani. Tulihangaika kwa waganga wengi, tumechinja mbuzi, ngombe, si bata, kuku, hatukupona. Uwafanyia dua wale, then umetufanyia sisi dua tumepona. Kwa nini usimsaidie jirani yetu ambaye anasumbuliwa na ugonjwa wa kupooza? Inawezekana hata kupooza kwake kuna matatizo ya mashetani. Akasema acha tumuombe Mungu. Kweli akaongea na ule jirani wakakubali waliokuwa na muhudumia. Baada ya hapo, kijana anasema, mimi niliamua kumfanyia dua. Nilifikiria ni dua gani nimfanyie, sababu mimi najua dua nyingi anavyosema, maana kwenye barati amekaa vizuri, kwenye Qur'ani pia iko vizuri. Akasema hivi, nikakumbuka Che Bashira itufundisha ayati kurusi katika kumunguza jini mtumikia uchawi. Sasa alichokifanya yeye, hii ayati kurusi aliisomea katika maji kwa utaratibu huu nilokuelekeza hapa, akasomea katika maji, alafu baada ya hapo. Sasa baada ya hapo akahifadhi yale maji. Sasa kipindi anamsomea yule dua, yeye alichokifanya sasa kule akasema, leo situmi situmi, situmii ile jina la kariri kuwaita wale mahudamu wa barati, ntamsomea tu ruki ya barati. Aza kipindi anamsomea Ruki ya Balati, kumbuka utaratibu ule kuelekeza anampiga nayo eh. Yule mama anamsomea, anamsomea, anamsomea, achukua ale maji Anamchapa nao yule mama katika mwili wake, anakuambia shee, nilishangaa sana, yule mama alikuwa po, amepoza. Kumbe ndani yake alikuwa ameshaingiwa na, na, na, na, na, na jini. Jini mwili sasa yule bwana na yani, akawa anasoma Rukia, huku anampiga na ile maji. Basi yule mama aliungua, ali sio kwamba anaungua katika moto, yani anatoa athari, tunaungua tunaungua kwa sababu yule jini alipanda, alafu ndo akawa anampiga na ile maji, anampiga na ile maji. Yule jini analalamika sana. Tunaungua, tunaungua, tunaomba tutoke, tunaomba tutoke. Basi kamfanyia kisomo kile, kamfanyia kisomo kile uzuri Rukia bara tu kisha kamilisha vizuri, mgonjwa wako anaweza kapona ile matatizo bila wasiwasi baada ya hapo akampa na yale maji mengine, akampa kwa utaratibu huu akayatumie, na nyingine akasomea mafuta, akampatia kaenda. Anakwambia shehe, huyu mama ni mzima mpaka leo. Ni mzima mpaka leo. Kisa hicho imenihadisia miezi mitano nyuma iliyopita. Sasa mimi bahati mbaya sio mtu akuje kutoa toa visa. Ila kinapoguswa kipengele ambacho ninahusika nina kukitaja, ninalitaja. Ila kisa hicho imenichanifu. Hadisia mimi zaidi ya miezi mitano nyuma huko toka mwaka jana. Kabla hata huu mwaka wa elfu mbili ishirini na tano hujaingia. Alinipa hii story baada ya ile story ya kwanza akanishirikisha, nikaifurahia, nikasema nitaenda nikwambie na wadau kuna, kuna wanaokuwa yaani, wengine hawajiamini kwamba tunaweza tukafanya dua. Kuna mtu amenifuatilia, anakuambia mission nimeshafuatilia clip zako zote. Yaani hakuna clip ambayo moja hata utatoa wewe mimi nikashindwa kufuatilia. Lakini huyo huyo hajai kufanya maajabu hata kujisaidia yeye mwenyewe. Anaamini tu kwamba anasoma. Ni kweli yawezekana unasoma lakini jaribu kuingia nayo katika vitendo, uone hiyo elimu unayosoma inakupa nini, ina matokeo gani? Japo sio kwa wote, tunaweza tukafanya majaribio sisi wote. Lakini wewe na ndugu zako wanaumwa, sikuna majirani zako hapo ni wagonjwa, hebu jaribu kumuita hata mmoja, umwambie bwana, acha tumlilie Mungu, tukufanye dua ili tuzo lako zikana Mungu akakutatulia. Ndio inakuwa sehemu na njia ya kufanya majaribio elimu zako. Huwezi ukajisema mimi nimesoma lakini kumbe elimu zako hujazifanyia majaribio ukaona matokeo yake. Fanya majaribio uone matokeo. Kwa hiyo inshallah dua hii ni moja ya dua nzuri sana kwa wale wenye matatizo ya mashetani. Najua tunazungumza hivi, wapo wengi wanaumwa na kuna wengine walikuwa hawajua watafanyaje, lakini dea, njia ndio hizi na kwa bahati mbaya nzuri tumeshafundisha, na kwa bahati mbaya dua zilizowahi kufundishwa mwanzoni sio rahisi kuzirudia kama hivyo. Mfano hii nimesha fundisha zaidi ya miaka miwili nyuma iliyopita. Lakini kwa nini nimerudi hapo? Kuna mtu amenifuata kitabu cha maajabu ya mitishamba katika kutibu, eh, no, ya Qurani katika kutibu maradhi na kuondoa shida na mbalimbali, kitabu namba moja hicho. Ukipata hicho, soma ukurasa wa sta sita tu pale, utakutana na faida za Ayatul Kursi na hii haya ina faida nyingi. Miongoni mwa faida za Ayatul Kursi, ina uwezo wa kuzidisha uwezo wa akili na kufahamu mambo unayojifunza. Hii Ayatul Kursi ina uwezo wa kufanya mtu akakidhiwa haja ya jambo lake. Lakini pia Ayatul Kursi ina faida ya kumwangusha adui au kumhamisha eneo lako. Tena kipengele hichi kuna dada mmoja anipigia simu wiki mbili zimepita, anasema shehe, nashukuru Ayatul Kursi nilitumia, nilimhamisha adui yangu, alikuwa ananisumbua sumbua sana pale kwenye biashara, nilimhamisha. Alinitumia ujumbe wa WhatsApp, akasema nashukuru kwa sababu, basi inshallah la kufanyiwe pesa. Ehe, lakini pia Ayatul Kursi na uwezo wa kumfanya mtu akapata tauhidi ya kumpekesha Mwenyezi Mungu na kupata karama katika moyo wake. Ayatul Kursi pia ina faida kumwadhibu shetani wa kijini aliyepanda kichwani kuna namna kuitumia kuacha kumuunguza, yani unataka sasa umwadhibu yule shetani alipanda kichwani. Unasomaje Ayatul Kursi? Unaitumiaje kwa utaratibu gani? Ipo hivyo. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo wa kumfunga jini anaeleta ubishi. Kuna mfungaji, kasome tu faida za Ayatul Kursi. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo wa kuua uchawi mwilini au kuua majini. Unaitumiaje? Kasome Ayatul Kursi. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo wa kumvutia mtu au kumvuta mtu alioko mbali, awe mume, awe mke, awe ndugu. Unaona bwana eh? Namna kama hivyo, nataka kipengele hicho. Kuna jamaa mmoja nitumia ujumbe WhatsApp, akaniambia sasa, nashukuru nilimvuta eh, ndugu yangu alikuwa ashakimbia huko, ameenda mbali kutafuta maisha, hata akirudi nyumbani kusalimia. Tulimsomea hii, akarudi nyumbani. Nashukuru sana. Kuna watu wanatumaga hata ujumbe, hata akifanikiwa na tuma, anakutumia tu angalau, na yeye lakini ndio hivyo, kuna wengine wanafanikiwa, hawasemi, lakini sio makosa yao. Lakini pia Ayatul Kursi na uwezo wa kumwangamiza jini aliyeingia ndani ya kiuliuli cha binadamu. kuacha ile tuliojifunza hapo, kuna namna ya kutumia tena Ayatul Kursi kumwangamiza kabisa, au kumteketeza ikiambatana na sura tu, mfano sura tu Fatiha, sura tu Faraka, sura tu Kul, sura tu Swafati, Hashri, twara na adhana mara saba zikiungana hizo kwa utaratibu maalum tulioelekeza, unaweza kumuunguza na kumsambaratisha kabisa jini. Lakini pia tukusi na uwezo wa kuondoa maradhi ya wasiwasi wa mashetani katika nafsi, ukiziwa haja zako. Eh, lakini pia mwenye kutaka asionekane na adui yake yoyote au mwizi mchawi jini kibaka, anataka asionekane na hawa watu waliowataja hapa, kuna namna ya kuitumia atikusi. Subhanallah. Ni kweli kitabu cha Mwenyezi Mungu akijaacha jambo, lakini pia ayati kursi na uwezo wa kumfanya mtu asizuliwe na maadui. Yani kuna maadui wako unataka wasikuzuru, kuna namna ya kuitumia ayati kursi. Lakini pia ayati kursi ina uwezo wa kumfanya mtu akatoka gerezani au maabusu eh. Lakini pia ina uwezo wa kutumika ayati kursi, kumponyesha mtu ugonjwa wowote unaomsumbua na faida nyingine zipo nyingi nyingi. Kwa hiyo hiyo ndio na faida nyingi eh? Usije ukakaili kwamba ni kumunguza tu shetani wa kijini, ipo faida nyingi. Kasome hicho kitabu kitakusaidia. Kama hauna unaweza kuwasiliana na mimi kupitia namba hizo zinazoonekana hapo, nikakutumia kitabu hicho kwa, kwa soft copy PDF. Hicho kitabu bei yake ni elfu kumi na mbili tu ihitaji kina, kina bei hiyo lakini kina mkubwa wake yule namba mbili yeye anauza shilingi elfu kumi na tano na kuna vile vitabu vingine vya barati namba moja namba mbili. Kuna vile vitabu vya abjadi. Kitabu cha abjadi kipo kimoja, ulimwengu wa majini, kitabu cha mwongozo tabibu, kitabu cha maajabu ya mitishamba, katia utubu maradhi ya kijini na uchawi namba moja namba mbili namba tatu. Vyote hivi ni vitabu ambavyo unaweza ukavipata kwangu. Eh, unawashia na mimi unaambia shia, nataka kitabu fulani, nitakwambia bei yake, then unalipia. Na kama unazijua bei zake kutokana na kunifuatilia kwa muda mrefu, basi unalipia tu afu unatumia screenshot ya muamala WhatsApp, then unaambia shia, nahitaji kitabu fulani, basi mimi nikithibitisha malipo yako kulingana na muamala unaoona pale kwenye screenshot, nitakutumia kitabu hicho, ukanufaike na wewe katika elimu hizi. Elimu zina faida nyingi sana, ndugu zangu, nilisema tu ni watu tu kutokujali na kujifanya tuko busy sana na mambo mengi ya kutafuta maisha, lakini kumbe ndani ya vitabu hivi kuna maelekezo ya kutafuta maisha yameshaelezwa humo humo. Eh, sasa utachagua wewe mwenyewe upambane kukimbia zaidi, au tumie elimu kuyatafuta maisha. Mwisho niseme tu kama unataka maisha, soma. Ukitaka maisha ya dunia, soma elimu. Ukitaka maisha ya akhera, soma elimu. Na ukitaka vyote soma elimu. na yeye soma ya neno yangu ni, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema hivyo kwamba kama mtu anataka maisha ya dunia asome elimu. Sasa ni elimu gani? Zipo elimu za kidunia zisome, zikuongoze kufanikisha maisha yako, na kama mtu anataka maisha ya akhera asome elimu za kiakhera. Kuna elimu hizo za vitabu vya Mungu, ujue jinsi ya kumwabudu Mungu, kumumba msamaha Mungu Eh, kutengeneza amali zako ili kujenga kaburi lako na akhera yako, soma elimu. Na kama unataka vyote, yani unataka maisha ya dunia ayo mazuri na maisha ya akhera pia ayo mazuri, soma elimu zote mbili, basi utafanikiwa inshallah. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV, tutane siku sana, wakati mwingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wabarakatu.